Umoja wana wa wanawake wa majeshi wilayani Masasi umefanya ziara katika shule maalum ya Lukuledi na kutoa zawadi mbalimbali mbali kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Ziara hiyo imelenga kuwahamasisha wanafunzi hao kujiona kuwa ni sehemu muhimu ya jamii licha ya changamoto wanazokabiliana nazo. Wanajeshi hao wa kike walitoa misaada mbalimbali ikiwemo TV, kingamuzi, sabuni pamoja na taulo za kike na vifaa vingine muhimu vinavyoweza kusaidia katika maendeleo ya wanafunzi shuleni hapo. Anaitwa Mpota, mwalimu mkuu shule ya msingi Lukuledi maalumu. Tumefurahi, tumewapokea umoja wa wanawake wa majeshi kwa wilaya yetu ya Masasi. Tunawashukuru kwa kuiwa kwao kuja kuwasapoti watoto wetu, na watoto wamefurahi sana, leo wamepata TV, wamepata misaada mingi pichere, ngano, taulo za kike. Kwa hiyo kimsingi, tunawashukuru tunawashukuru kwa ku, kuja kwao Mungu awabariki na tunawazidi kuwaombea heri ili kiwezekana basi amwijayo watukumbuke tena kwa amu, kwa jambo lingine. Kwa tunashukuru sana. Ah, kwa sababu ni watoto wetu wadogo na changamoto zao ni za kila siku. Kwa mfano, pande za malazi, unaweza kuwasaidia leo na kesho vitu vya vikaribika. Kwa hiyo mahitaji yao ni ya kila siku, malazi, mavazi, wanahitaji sare, wanahitaji viatu. Kwa sababu wengi ni wadogo na kutoka familia ambazo ni ni, ni duni, wao wamsadao ni wa kila siku ambao wanahitaji. Tuko hapa kwa ajili ya kuadhimisha siku ya mwanamke duniani ambapo tunaelekea kilele chake tarehe nane ya kila mwaka ambao tunafanya mwezi wa tatu. Kwa hiyo tukaona sio vyema jeshi la polisi tutembelee watoto wenye uhitaji maalum tuwalete chochote kitu ambacho sisi kama jeshi a, sisi ni wamama. Tukaona kama mama mtoto, huwezi kumwacha peke yake we ukasherekea peke yako tuko na tuunganya nao hapa katika kuadhimisha hiyo siku ya mwanamke duniani, ambacho kilele chake ni tarehe nane. Kwa hiyo ningeomba jamii, naomba iguswe kwa kina kabisa. Watoto bado wako katika mazingira magumu, wanahitaji sana msaada wa karibu. Vilevile familia zao hazina uwezo wa kukidhi mahitaji yote. Wanahitaji kama uniform. wanahitaji chakula vilevile wanahitaji gesi kwa ajili ya kupikia. Unaona, sasa tunaelekea kwenye mambo ya kisasa, mambo ya kuni tena na mikaa yafai. Kwa hiyo tungeomba waguswe, kila mmoja wao atakayeona tukio hili linampendeza katika kiasi chochote alichonacho, awabagui chochote kile alichonacho, utakachojaliwa na Mwenyezi Mungu, waweze kuleta katika misaada kama hii. Tuko hapa kwa ajili ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Sisi kama askari wanawake ambao ni umoja wa wanawake wa majeshi kutoka wilaya ya Masasi, ambao imeambatana na majeshi ya magereza, jeshi la polisi, jeshi la wananchi na jeshi la uhifadhi wa wanyamapori na misitu. Tukaona si vibaya, tuje hapa kuwaona watoto ambao na sisi ni wanawake, ndio tumebarikiwa kuwazaa watoto hawa na tunatakiwa kuwalea. Tukaona tuje tuwatembelee na tuwape faraja. Sambamba na hilo, sisi kama Wakala Huduma za Misitu Tanzania tukaona si mbaya kuwapa elimu juu ya matumizi ya nishati safi, kwa sababu tumekuta shule hii wanatumia kuni bado kwa ajili ya kupikia, ambao taasisi kama mashule, vyuo na taasisi kubwa ambazo zina idadi ya watu wengi wanashauriwa kutumia nishati safi. Hivyo tukaona si mbaya kuwapa elimu vile vile na kuwahamasisha juu ya upandaji miti, sababu mvua zinaendelea kunyesha na ni msimu wa mvua bado. Hivyo tumewaomba waendelee kupanda miti na miche inapatikana wakala huduma za misitu Tanzania bule kwa kila wilaya. Hivyo tunawakaribisha sana wakala huduma za misitu kwa ajili ya kupata miche msimu wa mvua, na happy Women Day.